Shirika la umeme Tanzania TANESCO limewasilisha maombi kwenye mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA la kushusha bei ya umeme kwa asilimia moja nukta moja kwa mwaka wa kwanza pamoja na kuondoa kabisa gharama ya maombi ya awali kwa wateja wapya ambayo ilikuwa shilingi 59. Maombi hayo ya, ya TANESCO yanajumuisha pia kuondoa gharama za service charge ya shilingi 5520 kwa mwezi kwa wateja wote wa majumbani, huku mwaka wa pili Tanesco ikitarajia kushusha bei ya umeme kwa asilimia 7.9. Mkurugenzi mkuu wa Tanesco Engineer Felchesmi Mramba amewaeleza waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa maombi hayo pia ya punguzo la gharama za umeme yanatokana na uwekezaji ambao serikali imeufanya kuliwezesha shirika hilo, sambamba na kuongezeka kwa uzalishaji wa umeme unaotegemewa nishati ya gesi asilia na kuongezeka kwa ujazo wa maji katika mabwawa hasa Mtera. Serikali eh, hasa serikali ya awamu ya tano imeshatoa fedha nyingi za kusaidia miradi ya umeme ikiwemo zaidi ya shilingi bilioni mia moja ambazo zilitolewa hivi karibuni kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa mradi mkubwa wa Kinyerezi tu unaotekelezwa na kampuni ya Sumitomo ya Japani. Mradi huo umekaa muda mrefu, fedha zilikuwa hazijapatikana, lakini tunamshukuru sana mheshimiwa rais, fedha amezitoa na kazi za ujenzi wa kinyerezi tu zimeanza. Lakini pia serikali imeendelea kulipa madeni yake ya umeme na hasa madeni ya taasisi madeni ya umeme ya taasisi za serikali, na hadi sasa sehemu kubwa ya madeni ya taasisi za serikali yamekwisha lipwa. Kwa hiyo TANESCO inaishukuru serikali kwa jitihada kubwa inazofanya katika kushughulikia changamoto mbalimbali mbali za umeme nchini.